Karibuni sana mapinduzi. Hapa tulipo, nimesimama kwenye barabara inayotoka Dodoma mjini kuelekea Yudo na kwa Dodoma. Sehemu ambayo nimesimama, watu wengi wanapofahamu kama Makulu au uh, Oyster bay. Mbele yangu kidogo tu kama mita 20, kuna sheli, lakini pia mbele kidogo ama mita kumi pia kuna uh, shopping center inaitwa Glorious Garden, lakini pia ukienda mbele kidogo tu ndio sehemu ambapo Government officials wengi wanaishi maeneo hayo, kwa mfano naibu waziri mkuu anaishi upande huu. Kwa hiyo, mbele yako upande wa kushoto kuna kiwanja kizuri kikubwa chenye ukubwa wa square mita 2,500. Kiwanja hichi ni kizuri sana kwa wale ambao wanatafuta viwanja kwa ajili ya biashara. Mahali sahihi ndiyo hapa, kwa sababu kutokea hapa mpaka kufika mjini katikati ya mji ni kilomita 3 tu mpaka 4. Kwa hiyo na kama utakuwa na gari kwa kuendesha ni kama dakika saba mpaka tisa unafika mjini. Sasa eneo hili ni potential sana, kwa sababu gani? Sababu ya kwanza eneo ni kubwa, ni la kwanza kabisa kwenye barabara ya lami, lakini pia ni sehemu ambayo pamechangamka, kwa maana kwa ya kwamba kuna uh, biashara nyingi karibu na eneo hili. Kwa hiyo hata wewe ambaye utakuwa ni mwekezaji utanua eneo hili, eneo hili litakuwa linafaa ukiweka biashara yoyote ile, kama utaweka uh, commercial au commercial complex hapa itakufaa na itakulipa kwa sababu demand ni kubwa sana, ukanda huu upande huu, kwa sababu pia watu wengi population kubwa iko kwa usaha huu. Kwa hiyo ukiweka commercial center yote, ukaweka frame, ukaweka maduka, ukaweka ofisi, maeneo haya bado itakulipa vizuri sana. Sasa kama Dove Holding tumekusogezea eneo hili kwa bei nzuri rafiki kabisa, Shilingi milioni 350 tu fedha hiyo utajipatia eneo hili litakuwa la kwako. Sasa tunasemaga ujanja ni kuwahi na kuwahi ndio kupata. Kwa hiyo nipende kukaribisha mtu ambaye unakuwa uko interested kuwekeza eneo hili, uwahi leo liwe la kwako, na ukichelewa, basi tutakuuzia lingine. Karibu sana Dove Holdings, karibu sana Mapinduzi, karibu sana Oysterbay Makulu. Ciao.